Kwanza ni, eh, kwa masikitiko niseme tu kwamba eh, nina taarifa kwamba ningependa eh, kuwajulisha kwa kina wa Tanzania taratibu zinazofuata kabla ya kufungia kanisa, kwa sababu nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa katiba, sheria, kanuni, na unapoenda mahakamani vilevile, sio kanuni tu kuna miongozo mbalimbali ambayo kwa mahakamani anaweza akaitoa jaji mkuu, lakini huku kwingine tunaishia kwenye kanuni. Kwa hiyo hakuna kiongozi yoyote wa umma anayeruhusiwa kufanya jambo lolote ambalo haliruhusiwi kikatiba kisheria au kikanuni ambalo linaathiri haki ya kikatiba kisheria na kikanuni ya mtu mwingine. Kwa hiyo hili la ufufuo na uzima nimelieleza kwenye Twitter na kwenye Facebook yangu, taratibu zinazofuatwa kabla ya kufuta, nina hakika kwa kile kilichojiri taratibu hazikufuata, lakini sitaki kuzungumza kwa kina zaidi, kwa sababu nimepata taarifa na wote mmeona mtandaoni kwamba kanisa lile tayari lina mwanasheria lina wakili ambaye anafanya kazi, na sio hekima na sio maadili ya kiwakili kwa wakili kuruhusiwa au kutumia ujuzi au elimu yake elimu, eh, yake ku ku kuingilia swala la, eh, la swala la mtu eh, swala la la mteja ambaye yuko kwa mtu mwingine eh, ni jambo ambalo kisheria ni ukiukaji wa maadili. Kwa hiyo mimi najua kisheria msemaji mzuri kwa sasa. Sisi kabla tulikuwa tunatoa maoni ka, kama wadau, lakini sisi TLS tunasisi vivyo, tunaongozwa na maadili. Kwa hivyo pale panapokuwa na wakili na wakili anaendesha shauri, hatuwezi kuanza kulitolea maoni, lakini yoyote anayetaka kujua, kuna yale tuliyotoa kabla anaweza akayaona, lakini cha msingi nachoweza kusema kwamba kulikuwa na kutokufuatwa kwa sheria wala katiba wala kanuni, yani kuna ukiukaji mkubwa sana na ni jambo ambalo binafsi mimi kama rais wa TLS ni jambo ambalo linanisikitisha sana. We have impunity ya ukatili, kuto kutii katiba, kuto kutii sheria, yani uhalifu na watu wanaofanya vitendo vya kukiuka sheria wamekuwa na impunity yani wana ujasiri. Sasa imefika watu wanaenda kunajisi kanisa na mbwa na najisi kanisa, aoni ni aibu, anakwenda. Alichozungumza Gwajima ni kipi cha uongo? Gwajima amesema watu wanatekwa. Ni kweli watu wanatekwa, vyombo vinavyotakiwa kulinda wananchi havifanyi kazi yake, havifanyi, viko likizo tu. Vinayo kazi inayofanya ni kukamata wale waliotekwa, au ndugu waliotekwa wanaolia, kupigwa, usilie, kama alivyofanyiwa Gwajima. Kanisa linaenda kufungiwa kwa mtu kwa kusema utekaji upo, utekaji ya upo. Nataka nikuulize, Yesu alisemaje kuhusu mchungaji mwema? Kwamba kondoo mmoja akipotea, na waacha wote kwenda kutafuta mmoja aliyepotea. Gwajima kaihubiri injili ya Yesu iliyokamilika. Kanisa lolote lisilohubiri haki na utawala wa sheria alimjui Mungu. Mungu anasema sheria zake ni za haki na kweli. Mungu ni mwenye haki na kweli. aliyokihubiri injili Gwajima ndio injili ya Yesu wa Nazareti tunayemfahamu. Injili nyingine yoyote inayoremba watekaji, inayoremba viongozi wa zembe wasiowajibika, inayoremba watu wasiokemea dhuluma, ni injili ya shetani iliyojaa uovu ndani yake. Lakini injili ya Yesu ni ile ya Chadema, kulia na wanaolia, kupambana na kutetea maskini, kupiga kelele kwa ajili ya naoonewa, kukemea uovu. Ujiulize tu simple Yesu angekuja leo, angeungana na machawa au angeungana na wanaolia kuhusu kupotea kwa mdude? Angeungana na machawa au angeungana na wanaolia kuhusu kupotea kwa soka? Na mtu anasema amechanganya dini na siasa, ni bwege. Dini ni siasa ya kumtafuta Mungu. Hakuna mstari wowote unaotenganisha dini na siasa, kwa sababu dini ni maadili dini ni maisha kamili ya mtu yaani, dini sio kitu fulani cha kijani au cha bluu kiko pembeni hivi ambapo unaweza ukakivaa jumatatu ukakivua jumanne manne. Ukimuona kiongozi yote anasema umechanganya dini na siasa, jua hiyo kiongozi ni bwege wa kupinduka. Yaani ni bwege, na lazima mtafute, utakuta kaiba vyeti vya watu au kasoma kwa utata utata, kwa sababu dini ni siasa, dini ni maisha kamili. Yaani hakuna eh, namna ambavyo dini unaitoa ndani ya mtu inakaa hapa kwamba sasa ni dini, sasa ni siasa, yani unabeba kama pochi hivi. Yani dini ni maisha kamilifu ya mtu, ni maadili ya mtu, ni ethos ambazo mtu amezi internalize ni culture na dogma ambazo mtu ame internalize ambayo ndio mtu mwenyewe. Yani ukinitizama mimi, ndio maana Paulo anasema nyinyi ni barua ya kusomwa na watu, mtu aliyeiva kwenye dini, mwenye hofu ya Mungu hata iwe ni dini ya kijadi ile hofu ya Mungu hiyo, ndo tunamwita binadamu mwenye utu. Unajua dini ni about utu, ethos yani, oh, ile humanity, integrity, accountability, love, compassion ile ndio dini. Sasa mtu anakuambia usichanganye dini na siasa, huyo bwege wa kiasi gani? Mwambie siasa ni nini? Siasa ni tafsiri ya maisha ya huyu mtu sasa ambaye ni wa dini huyu mwenye ethos kuweza kuzikabili na kuzitatua changamoto zake za hapa duniani. Maji, makanisa hayatengenezi hospitali? Hospitali ni siasa, ni dini. Makanisa hayatengenezi shule? Makanisa hayatoi misaada kwenye njaa? Makanisa hayaleti miradi ya ufugaji na kuwezesha wananchi? hayatoi mikopo ayalei yatima na kuwapa misaada ya kibinadamu, sio mchanganyi. Hiyo ndiyo inaokuonyesha kwamba uwezi ukavitenganisha hivi vitu, kwa sababu ni sasa mtu kusema kwamba ah, mimi hii miguu ni yangu lakini mikono sio yangu. Hey, it's just mtu akakuona tuwe ni bwege tu, ni mtu usiyejitambua. Kwa hiyo dini ni maisha kamili ya mtu kimaadili na namna jitihada zake katika kumtafuta Mungu, wakati siasa ni maisha kamili ya mtu kwa namna ya kutatua na kuzikabili changamoto za kimazingira, kiuchumi, kijamii zinazomzunguka katika maisha yake ya kidunia ya kibinadamu. Kwa as long mtu yuko kwenye mwili, huwezi ukamtenga na siasa, mpaka anapotoka kwenye mwili, kwa kwenye ulimwengu wa roho. Huko ndiko anakokaa mbali na siasa ndio maana hata Yesu alisema tutahitaji kupata mia za duniani na mia za mbinguni. Kwa hiyo eh, hakuna huo. Ukisikiza mtu anasema kwamba huyu kachanganya dini na siasa, jua ni wale watu, unajua tunapochuja, unapochuja chai, kuna majani yanapenya. Ni wale watu walipenya kwenye mifumo yetu ya maadili, wakapenya kwenye mifumo yetu ya elimu, kwa bahati mbaya wamedondokea. Sasa hizi ndio wanafanya maamuzi, lakini ukimsikiliza mpuuze, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti wa mabwege yani, ni mtu ambaye huwezi hata kuagu naye. Mtu akishakwambia tu usichanganye dini na siasa usiagu naye tena, yani don't argue with him, ignore him. So, wa, wakili, kwa ushauri tu, nafahamu kesi ana, ana, ana, yuko na wakili mwingine kwenye hili la kama haya ambayo umezungumza, ndivyo Gwajima uh, hana shida, hakuwa na kosa. Nini ambacho kiko nyuma ya pazia pengine tudhani ama tufikiri kwamba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 Leo nikikuuliza we mwandishi wa habari, kwa ile iliyotokea Gwajima kwa, kwa nakemea watu wasitekwe anaenda kuzuia. Wewe unafikiri mtekaji ni nani? Nijibu, usifikiri hapa takii kupiga ramli. Nani ni mtekaji? Yule anayezuia tusinyamaze tusikeze. Mwaikuona polisi wamekuletea hata mtekaji mmoja, lakini wanakimbizana na akina Mdude bila makosa. Mtoto wa watu masikini hana shida, adaiwi na mtu ajaiba cha mtu aja dhulumu mtu. Watu wanakwenda kupiga Mdudo wanamwaga damu chini namna ile kwa makosa gani? E, juzi nimeona, umeona pale mahakamani, yule sio askari, yule ni mhalifu, yule ni jambazi, yule takiwa akamatwe. Sitarajii kwamba tunaweza kuwa na polisi katili kama yule mtu niliyemwona pale mahakamani Kisutu. Na ninawambia wahusika wamfungulie kesi kwa majina yake na wamdai fidia. Yule sio askari. Huwezi ukalipa kodi kwa mtu wa namna ile. Ever unprovoked, yani ajawa provoked, anakuta raia mwema yuko mahakamani hana hana anatafimbo anapiga namna ile kama anaua nyoka mbele ya kamera. Eh, mimi niseme tu kwamba kumekuwa na vitendo vikubwa tumetarajia tumeshuhudia. Uh, vitendo vya hali ya juu sana vya kuto kutii sheria, vitendo vya hali ya juu sana vya roho ya kikatili, roho ya mtu mwenye kiu ya damu, kiu ya kula nyama ya mtu. Yani unamwona mtu tofauti na simba. Simba ana hekima, ukikuta naye polini hawezi kukuvamia tu bila sababu, ana hekima kidogo no. yani unaona, huoni ile hekima ya kibinadamu ya kiutu katika utendaji wa sekta ya umma jambo hili ni mbaya sana. Eh, kuna watu wanachafua kabisa taswira ya utendaji wa sekta yetu ya umma. Tuna tume ya maadili ya umma, tuna tume ya haki za binadamu na utawala bora. Mara zote inasingizia watu hawajaenda wa lile tukio la kisuto walioni, ina maana wao wanakaa mbinguni au kaburini? Wao wana mandeti ya kwenda kuchunguza, wana mandeti, wameshaona, wameshuhudia kwa nini wasilitolee kauli? Kwa hiyo kuna hivi tunajanga. Eh, tunajanga ni kama taifa letu limepumbaa. E, yani tumepigwa na upofu wa ubwege hivi, na utaira wa kitaifa ambayo mambo ya hovyo tu yanafanyika. Nchi yenye rundo la marais wastaafu, rundo la mawaziri wakuu wastaafu, rundo la wazee wastaafu, lakini wanakuja wavuta bangi, wakora Wahuni, wanafanya vitendo vya hovyo hadharani, nobody rebuke them. Ukifika kwenye mazingira ya namna hiyo tunaita ni impunity, ni mazingira ya aibu, ni mazingira yenye kutia kinyaa na ni mazingira yenye kutia kichefuchefu. Kwa hiyo mimi kimsingi, nawaambia wadau wote walioathirika waone mawakili walioko kwenye maeneo yao, wafungue kesi, wadai fidia ya kupigwa, ya kuumizwa, ya kudhalilishwa lakini niwahamasishe mawakili, wanayo hii video. Lile ni eneo la mahakama, ile ni contemptuous act, kupiga na kuvamia mtu anayeingia mahakamani ni kuendana kinyuma. Kama mahakama imeweza kuonya mtu kusema tu no reform, no election, inakuwaje mtu aliyepewa dhamana ya kuhakikisha usalama wa watu wanaoingia mahakamani kuonekana akishambulia na kupiga raia namna ile? Kwa hiyo ni jukumu la mawakili wale kuiadress mahakama na tunatarajia wataiadress, na kwa sababu kanuni ile ile iliyotumika kuzungumza no no reform, no election itazungumza eh, kutueleza kwamba mahakamani siku hizi tuna ma Jack Chen ma Bruce Lee ma Angela Mao wa kupiga watu na kujeruhi watu wanaokwenda kutazama mienendo ya mahakama. Ni jambo baya la aibu la hovyo, mi limenisikitisha. Lakini eh, najua kuna mawakili wanajua sheria zinawaambiaje, ninawaambia wafanye hilo kwa maslahi ya utawala wa sheria. Ni ushamba uchawa na ubwege. Kwani ni, ni uchaguzi wa kwanza tumefanya? uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi hapo mwaka elfu moja mia tisa tisini na tano Mrema akiwa kwenye hoti kweli kweli, kulikuwa na krashkrashi tulikuwa tunaziona za kina Maita na Mrema, piga Maita piga mabomu sana, Mrema Moshi kule wapi zilikuwa e, hizo kashikashi. Hakukuwa na ukatili wa namna hii. Tumeingia kwenye uchaguzi mwaka elfu mbili tumeingia elfu mbili na tano tumeingia elfu mbili na kumi tumefanya uchaguzi elfu mbili na kumi na tano elfu mbili na ishirini kukaanza kumea vimelea vya kukosekana kwa utu. Lakini sasa tumeona sio tu kukosekana kwa utu e, ni unyama. Yaani e, tofauti ya ya ya, ya hayawani yoyote wa mwitu na sisi ni kwamba sisi hatuna mikia na labda sisi tumevaa nguo, lakini sisi hatuna tofauti na fisi hatuna tofauti na mnyama yoyote katili. Kama unaweza ukaniambia kwamba uchaguzi ndo unakwambia uende nyumbani kwa mdudo ukavunje uue, uchaguzi ndo unakwambia watu wakija kwenye kesi ya mtu kutizama tu kesi, mtu ametoka eh, ana pasipoti inasema East Africa, amekuja kwa ajili ya kushuhudia kesi ya ndugu au ya rafiki yake, unakamata unapiga kikatili mbele ya mawakili. Sasa sio vimemea vime vimemea na kumea kwake kuna kwenda kutokeza matokeo na matokeo haya yanaweza yakawa makubwa yasiyotarajiwa hata kabla ya hiyo Oktoba. Mimi niwaambie tu viongozi wa dini wanaotetea haki za binadamu wajifunze kwa Yesu. Yesu alitutetea mpaka kufa. Yesu hakuwa na dhambi. Yesu hakuiba. Yesu alitetea. Na watu wanafikiri Yesu alikuja tu kuambia watu waende mbinguni. Kwa nini alivyomuokoa yule kahaba aliyetaka kupigwa mawe ilikuwa ile ilikuwa ni right judicial. Yaani yule kahaba Yesu alivyomtetea ndio kama ililotokea kwa Gwajima. Ndio maana Yesu aliuliza asiyekuwa asiyetenda dhambi wa kwanza kupiga jiwe. Alikwepo alipiga jiwe. Hamna. Yesu was, Yesu alikuwa mtu wa watu alifika sehemu akaulizwa wanafunzi wake mna nini? Ah, mikate miwili, samaki wawili na mikate mitano. Watu wana njaa wale. Kwa hiyo Yesu alikuwa anashughulika na, na miili na maisha yetu. Hehebu lolote ambalo alishughuliki na miili na, na maisha ya watu ni kusanyiko la matapeli na, alimjui Yesu. Kwa hiyo, eh, na kwa hiyo mimi ninachoamini kwamba viongozi wa dini kwa Wakristo lazima wapende watu, lakini naamini vile vile hata kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sijasoma sana Qur'an. Lakini nimesoma shule za Kiislamu vile. Naelewa misingi yao katika kuhubiri haki. Kwa hiyo hakuna kiongozi wa dini au wa kiroho anayetakiwa kuionea haya haki. Kwa Kristo, Paulo alisema siionei haya injili, kwa maana ni uwezo wa Mungu uletao wokovu. Kwa hiyo injili ni package, full package, yani imekamilika. Injili na unapata ule ukombozi, ni wa kifikra wa kimaendeleo wa kiuchumi, it's a full package. Kwa hiyo kikubwa kwa viongozi wa dini wasionee haya kuhubiri kweli ya Mungu, kwa sababu ndio wajibu wao wa msingi wa kuwepo. Mungu hujiziririsha katika haki na si vinginevyo. Mungu wetu ni mwenye haki.